wanavyoenda kwenye vikao vya maamuzi vya ODC wakaungane wakawe na jambo moja tu. Kama ajenda inahusu barabara za Wameli, wote wakizungumza lugha moja tu, kuomba barabara hiyo Wameli. Leo hii leo hii mkitupindia e, mtoto wa shangazi ataungana nao kwenye viti vya sita, ndio huko. Jambo lingine tumesikia ni maji, ndiyo? Eh, katiba mbunge amesema kwamba la maji hawezi kulijibia haraka, lakini ni jambo la kibajeti. Na mimi nasema hili jambo sio kulijibia haraka, lakini kwa vile wananchi bado tuna tatizo hilo, haina maana kwamba tusilitatue. Lazima tutafute njia mbadala za fanyaje, za kutatua wakati tunasubiri bajeti. Hivyo chama kwa umoja wenye viti kwamba, wakae wa tafakari ni namna gani watasuluhisha matatizo ya maji. Asa kipindi ambapo taisi budget na ijefika, tukugundua saa hizi kuna umeme. Kwa maana kwamba tunaweza tukachimba visima virefu, kizima virefu. Kuna umeme, tuka katanki. Wale wananchi ambao hawana uwezo, hawana uwezo, wa kuchimba visima kwa mfeno zao, wakapata maji yale, wakasupply. Kuzwa siku tuka watu na gizia, imeka vizuri, imeka vibaya. Izo nijia mbadala na kama ikamikana bado budget ya ijefika. Lakini jambo lingine, ambalo tumekubaliana ni migogoro ya wafugaji na wakulima ainiazuuzaji kuna malalamiko mengi kwamba wafugaji wakati wa ama wanaingiza mifugo kabla ya mba. Lakini tunatambua wote aini. Kwa maana hiyo, kwa ka umoja wao wote wenye viti ishirini na sita tumewaomba na kuwaagiza kwamba wakafanye vikao kwa kushirikisha pande zote mbili, upande wa wakulima na upande wao wafugaji kuangalia njia gani ambayo wa arobaini wa makubaliano ili changamoto na hicho. Kwa vile tumeahidi mbele yenu, kazi yetu itakuwa ni moja tu, kuhakikisha kero hiyo mm, tunaisimamia vilivyo, tunaisimamia kwa maana kwamba tuna kanuni na taratibu zote. Hivyo, kwa heshima hii, mtupe ridhaa ya kutosha, kwa maana kwamba tuna uzoefu wa kutosha wa kusimamia serikali hii tangu enzi za uhuru. Kwa hiyo hatuna shaka, maendeleo mengi tumeyapata, maendeleo tumeyafanya ya kutosha. Ndio baada hapo tumeona kuna mbolea za ruzuku si kutokana na majanga ya Covid, vita vya huko Ukraine na vingine huko, kidogo nipake kazi ya moto na kufanya biashara ikaonekana wenzetu tuko wamepandisha bei za mbolea. Serikali ilitambua kwamba mbolea inauza hadi laki na nusu, ikaingiza ruzuku ili wewe mtu mkulima ununue kwa 65 mpaka 64, hivi hizo mbolea za ruzuku inaleta serikali ya Tanzania sisi wenyewe, kwa sababu ndio kaya kufanya. Lakini jambo lingine inawezekana wananchi hamuoni Unaona tu kisha huna dunia zako, ukienda kuuza na ufika kwa rais au yeye huo. Oh, kama ndio wewe, sehemu nyingine masoko hakuna. Hayo masoko yale yatafutwa, ili nyinyi mnapolima mjue kupeleka mazao yenu masoko hayo, imetavuta serikali ya sisi. Yeye mwenyewe ndio mwanamke ni sisi. Kwa maana hiyo, tuna kila sifa ya kuendelea kuaminiwa kama ni chama ambacho kina utaratibu mzuri, kina uwezo mkubwa wa kuongoza, kina watu wenye uwezo mkubwa wa kushauri na kujenga nchi katika njia iliyo ya amani.